Ni kipindi cha afya na mtaalamu wako wa afya anaitwa Josia Stefano. Leo tutakwenda kuzungumzia tatizo la kukosa hedhi kwa wanawake ambalo kwa kitaalamu najulikana kama uh, aminolea. Sasa aminolea imegawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza ni primary aminolea na aina ya pili ni secondary aminolea. Primary aminolea ni ile tatizo au hali ya kukosa hedhi kwa mwanamke licha ya kwamba kashavunja, kashafikia ule umri wa kuvunja ungo yani, kashafikia umri wa kuvunja ungo, lakini bado hajapata hedhi kabisa. Hiyo ndio primary amenorea. Aina nyingine ni secondary amenorea. Secondary amenorea ni ile hali ya kukosa hedhi ambayo inamtokea mwanamke ambaye tayari yuko kwenye uh, yuko kwenye utaratibu ule wa kupata hedhi kila mwezi, lakini unakuta uh, mwezi mmoja miwili mitatu na kuendelea anakosa hedhi yake kabisa, lakini mwanzoni alikuwa anapata hedhi kama kawaida. Sasa hii tatizo la amenorea ama kukosa hedhi kwa wanawake linasababishwa na nini? Kuna sababu nyingi zinazosababishwa, eh, zinazosababisha tatizo la kukosa hedhi kwa wanawake. Sababu ya kwanza ni ujauzito ambao ni sababu ya kawaida kabisa. Mwanamke akipata ujauzito hawezi kuona siku zake. Sababu ya pili ni stress nyingi au kuwa na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kupita kiasi huathiri mfumo wa homoni za uzazi hivyo kupelekea mwanamke kukosa hedhi. Eh, Hedhi yake lakini tatizo eh, lingine ni matatizo ya homoni matatizo ya homoni kwa mfano pro, eh, homoni ya prolactin kuwa juu eh, homoni ya prolactin ni homoni ambayo inahusika na, na uzalishaji wa maziwa kwa hiyo hii homoni ikiwa juu mwanamke atakosa hedhi lakini pia eh, thyroid homoni kuwa chini Eh, au kuwa juu eh, yani, thyroid hormone inapokuwa chini, inapokuwa juu kwa kitaalamu inajulikana kama hypothyroidism au inapokuwa chini ambapo kwa kitaalamu inajulikana kama hypothyroidism inaweza kuathiri eh, ina athari zile eh, hormone za uzazi kama follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen na hormone zingine hivyo kumpelekea mwanamke kukosa hedhi. Ah, shida nyingine, ah, au sababu nyingine ni kwamba kupungua au kushuka uzito ghafla. Kupungua au kushuka uzito ghafla huwa ina athari zile hormone za uzazi hasa hormone kama follicular stimulating hormone, luteinizing hormone na homoni ya estrogen ili kumfanya mwanamke kukosa hedhi. Lakini hasa hii tatizo la kukosa hedhi huwa linaambatana na dalili fulani. Dalili ya kwanza ni maumivu chini ya tumbo, lakini dalili nyingine ni maumivu ya matiti, matiti kutoka maziwa bila ujauzito, lakini pia kupungua uzito ghafla, uchovu na lakini kingine ni uchovu wa mala kwa mala. Kwa hiyo mwanamke unapopata dalili hii naomba huzuria kituo cha tiba kilichopo karibu nawe ili uweze kuchunguzwa na kupewa matibabu sahihi. Na matibabu ya tatizo hili huwa yanaendana na chanzo. Inategemea na chanzo cha tatizo hilo ni nini. Kama ni homoni, uh, utapewa dawa za kurekebisha homoni zako, kama ni shida ya stresi, yani, kama ni shida ya stresi utapewa tiba kulingana na chanzo cha tatizo hilo. Asante.